So hii ndio minazi ambayo inasemekana uh, ina ipo nje, yeah, ya fence ya Mwakinyo, of course kama unavyoona hii hapa. Kwa jamaa anatueleza hapa uh -huh. Njoo kwa hapa, okay. uh -huh. yeah.

Huko ndani ya fence, ko nje ya fence. Huyu ni Mwakinyo wa kwetu. Ule pale, uko nje ya fence. Hii ni njia ambayo anakataa raia wasipite hapa, kashaki alimitia kwamba raia wasipite huu ni mnazi ambao pia kwenye ya fence ambao ni wangapi? Ni watatu, sio hmm. Katika hesabu, sehemu hii ni njia ambayo yakutokea juu, ambao Asani kaitumia kwamba kama ni sehemu yake, ambao katuzuia sisi tusifanye ma mazingira yetu sisi hapa. Hii sehemu hii ni njia, lakini kazuia raia wasitumie sehemu kupitia yeye na uwezo wake na renki yake aliyokuwa nayo ah. Mnazi yetu wa mwisho niaauaa, lakini ambao na kwa huyu huyu jamaa hana shida shida zetu kutokana ni ni mnazi mnazi wa wa kwetu kwetu, maana hapa hadi ambayo iko nje ya fensi kwa Asani. Kwa nini anachukua jukumu hilo la kuweza kuhukumu watu pasi na ushahidi ambao kwamba sio kwake? Sawa.